Karibuni sana, Kiswahili ni rahisi. Leo tunaangalia fasihi, karatasi ya tatu, maswali na majibu, na tunaangalia tamthilia ya Bembea ya Maisha ambayo imeandikwa na Timothy Arege. Naam, hata bembea ikiwa ya kamba au ya chuma, hatimaye hulika. Wanasema papo kwa papo kamba ukata jiwe. Bembea inapolika na kukatika haiwi mwisho wa mchezo, huungwa na mchezo kuanza tena. Swali la a, eleza muktadha wa dondoo hili. Msemaji ni Sara, msemewa ni Neema. anamwambia nani, mahali ni nyumbani kwa Neema, kichocheo cha kauli au ni nini kilikuwa kinaendelea wakati kauli hii ilisemwa. Ni Neema alikuwa na msaili mamaye kuhusu sababu za vurumai za mara kwa mara na Yona. Ba, bainisha toni ya msemaji. Ni toni ya kushauri. Sara anashauri kuwa matatizo katika ndoa yakitokea husuluhishwa na maisha kuendelea cha kwa kutoa mifano, taja mbinu zinazojitokeza katika dondoo hili, yaani tamathali za usemi. Kwanza kuna nidaa, naam bembea. Pia kuna methali, papo kwa papo kamba hukata jiwe. Wakati unaandika nidaa lazima uweke kisisho, ukikosa kuweka kisisho utapata alama da. Jadili dhana kuwa bembea inapolika na kukatika haiwi mwisho wa michezo ukirejelea tamthilia nzima ya Bembea ya Maisha. Sara anateswa na mumewe Yona lakini baadaye Yona anamjali. Yona anaacha ualimu na kuingilia ulevi, baadaye Yona anaacha pombe. Yona na Sara walikenjeliwa kuwa ni tasa, baadaye wanajaliwa watoto watatu. Sara na Yona wanakaa kwa muda bila watoto, baadaye wanapata. Buju analalamika kuwa Neema hamusishi kwa chochote, lakini baadaye Neema anabadilika. Pia tunaona japo Buju alikuwa amesema hata gharamia matibabu ya Sara, baadaye anamsaidia. Ingawa watoto wa Sara na Yona ni wa kike, wanafaulu kimasomo na maishani. Wanakijiji wanamshirikisha Yona kwa mke mwingine, lakini Yona anaridhika na wakike. Sara anapougua, Dina anakuja kumsaidia na kazi za nyumbani. Neema anapowezwa na ugonjwa, Neema anamtibisha yaani anampeleka hospitali kupata matibabu, ana anaenda anashughulikia au anagharamia yale matibabu yake. Azna anakuwa mwenyeji wa mama yake Sara anapokataa kulala kwa Neema. Je, umeelewa? Tafadhali niandikie pale chini na uniambie video ambayo nitakushughulikia kesho. Shukran sana kwa kusubscribe na kwa kunisikiliza.